Kisha kutoka pale kupiga hatua kuna chuku, chuku pia huitwa wa udamisi. Ni pale ambapo mwandishi anaongezea ana mambo zaidi ambayo hayakuwa. Yaani huwa tunasema anatilia chumvi, si ndio? Na wakati mwingine hata anadanganya. Anaongezea ali mambo ili kuonyesha ukweli wa jambo. Anazidisha vile jambo liko katika hali ya kawaida. Kwa mfano ukurasa wa 14 hadi wa 15, tunaambiwa urembo wa Magwasha umetiliwa chuku. Tunaona tunaambiwa kila alipocheka, mwanya mwembamba ulitia kicheko hicho ulitikia. Hapo kuna chuku. Apusu, pale chini Mangwasha alikuwa msichana mwenye umbo la kupendeza kila alipocheka mwanya mwembamba kinywani ulitikia kicheko hicho alikuwa na uso wa duara uliopangwa kwa macho ya chawa midomo ya mviringo ilikaa shema juu ya kidevu cha kupendeza chake kilitulia vyema juu ya shingo iliyonyooka nywele zake nyeusi na nyororo zilihudumiwa vyema hazikuwa na dalili ya kukoka huu wala misokotano ya nguvu. alikuwa na mazoea ya kujifunga tuta moja ambalo alivilema kwa vibano vya rangi mbalimbali. Vibano hivyo pia vilitegemea nguo na hereni alizovaa. Ali akibaki kibano chekundu, hereni zitakuwa nyekundu pamoja na gauni alilovaa. Mwangwasha alikuwa si mweusi, si mweupe, si mrefu, si mfupi. Alikuwa mtanashati na mwenye umbo lililokutia sawa na tabia yake vizuri. Kwa hivyo ule urembo wake umetiliwa chumvi. Hakuna mtu ambaye yuko hivyo, si ndio? E, ame- ametilia chuku pia. Ule uchafu wa ponda mali umetiwa chuku. Tunaambiwa kuna harufu kali ya pombe za kila aina ilianikiza. tupofungua ukurasa Okay. Alijitanda mtandio wake kichwani na kuuficha uso wake. Alipokaribia makada haya, harufu kali za kila aina ilihanikiza, aliziba kwa mtandio wake. Njiani alikumana ali, na walevi waliozua vitimbi vya kila aina wengine waliimba nyimbo zisizokuwa na maana mradi. Wengine walibaki kutoa vicheko vilivyowaudhi wapita njia. Hapa na pale walivaona, wengine wakitapika ovyo baada ya ulevi kunonga vizuri. Mm, pia chuku au damisi. Unaona mahali ambapo tunaambiwa hakuna aliyejua kwamba eneo la matango lingezalisha kitu. Kwa hivyo walikuwa wanafikiria sehemu ya matango haiwezi kuzalisha kitu, kwa sababu walikuwa walisema lilikuwa kichaka kikavu kilichohamwa hata na panya walikuwa wanasema hiyo eneo la matango ilikosa dhamani kabisa. Wakasema kuwa ilikosa dhamani, lakini hakuna sehemu ambayo inaweza kukosa dhamani. Imetiliwa chumvi. Pia uh, ukurasa mia moja sabini na saba tusome. Unaelezwa kuhusu jinsi wengine walikula miguu na mitimbiriko, ukurasa mia moja sabini na saba. Wakati Lesulia na wafuasi wake, tuanze hapo chini. Wakati wakati Lesulia na wafuasi wake walikuwa wakiramba majeraha yao, Anare na wafuasi wake walikuwa shambeni. Siku ya ushindi wake watu walijima ya uwanjani katika maskani yake, wakademka demdem kwa kila aina ya ngoma. Wengine wakafura miguu kwa mikulo hiyo utadhani walishikwa na maradhi ya matende. Baadhi yao sauti zikakauka kutokana na kenyeza ulia. Vyakula vilikuwa vikapakuliwa, vikaandaliwa na kuliwa. Watu wakala na kusaza. Kwa hivyo unaona mambo hayo yametiliwa chumvi, jinsi ambavyo walikuwa wali, wali, wali na sherehe kubwa hadi wengine wanapotea sauti, wengine kwa sababu ya ile ngoma kucheza wanafura miguu eh? Wana wengine wanapata matende. Mtu anapata matende wakati si unaona mtoto hajapata jua si ndio? Kwa hivyo hiyo ilikuwa wameometia chumvi, ni udamisi. Udamisi pia kuna ndoto na tunaona kuna husika ambao wanaota ndoto kulingana na maisha yao, na ndoto ambayo ime, imewekelewa hapa ni moja na ni ndoto sabini na tano ile ndoto ya Magwasha. Tusome ndoto hiyo ya Magwasha ukurasa huo sabini na tano ambayo ilikuwa inamrejelea nani? Sangilu angalia hapo mahali inaanza, uanze kusoma ni hapo, angalieni kama kuna wakati utaambiwa eleze yale maudhui yanaonekana pale kwenye ndoto. Baada tuanze, baada, baada ya tukio hili mangwasha alifululiza hadi kitandani ali mwake huko, alijifunika shuka kumbikumbi, akalia hadi usingizi ukampanda. Akiwa usingizini, aliota ndoto ya kutisha sana. Aliota anafukuzwa na jinyama kubwa sana. Jinyama lilikuwa jeusi limeota miele ndefu hadi usoni. Lilitoa sauti kama radi, kila nilipofumua kinywa kutoa sauti, machonge makubwa ya meno yalionekana. Ulimi wake mrefu na mwekundu ulishuka hadi kidevuni. Macho yake ya kutisha yalimtazama Magwasha wa ghadhabu. Haya vizuri. Kisha kuna tabaini. Ndoto nimekwambia ni moja. Tabaini ni pale ambapo unaambiwa kumsisitizo huko, yaani unapata kuwa msisitizo ni wa kurudia rudia maneno Wakati mwingine tukisema urudiaji tunapata neno limerudiwa. Naweza kuwa ni neno anina maana yote, inaweza kuwa tu ile maana yake aswa. Lakini ukiangalia tabaini ni kurudia kwa neno si. Msisitizo kuonyesha kinyume. Kuonyesha kinyume. Kwa mfano kurasa 19 tunaambiwa hivi lazima kuwe na si katika tabaini. Hata kama si chochote, si lolote, nimempenda jinsi alivyo. Huyu ni Mabwasha anaelezea jinsi anampenda nani? Anampenda Brema. Hapo atatasoma kwanza. Pia unapata kuna si majumba makubwa ya ushi, si gorofa na wingi wa maduka. Hata watu waishio katika, hivyo hapo pia kuna si. Ukipata tu si imerudiwa kuonyesha kinyume, ni tabaini pia. Ukurasa sabini na tano hapa tutasoma, njoone tabaini vizuri. Tunaambiwa ni mtaa ulioishi kila aina ya watu, si matajiri si maskini. Fungua ukurasa huo wa sabini na tano. Lonare hakuishi mbali, Lonare hakuishi mbali na mtaa wa Macango kwani mtaa wa majengo wauku mbali, ni mtaa ulioishi kila aina ya watu si matajiri si maskini, wote waliishi pamoja bila kujali hali au mali ya mtu. Mm, vizuri. Tumeona ile si matajiri si maskini, hiyo ni tabaini pia. Ukurasa tisini na tatu, tusome. Tunaambiwa siku ya kusikilizwa kwa kesi ya wenyeji wa matango mahakama ilisaki watu si matajiri si maskini. Tusome hapo, siku ya kusikilizwa kwa kesi ya wenyeji wa matango ilifika, mahakama ilisaki watu si matajiri si maskini hapo hapo ukurasa hu wa tisini na tatu pia kuna tabaini nyingine. Unaambiwa mcho mcho kwake ni akina nani? Ni watu wanaodharauliwa tu, si lolote si aya. Someni hapo, mti sihulia alitegemea jasho la raia kujinufaisha pamoja na mabaraka wenzake. Kwama mchwa raia walijenga kichuguu cha ma, usiku na mchana walijituma, hata hata walipomaliza kujenga kamwe hawakustaarabika na kubarizi katika kivuli chake. Walienda mbio kulisha aila ya mtemi. Waliangaika ili kusitiri pato la nchi ambalo kiasi kikubwa kiliwaendea wenye vyao na vyeo nchini. Mtemi kama mtusikai juu ya ya kichugulu aliingia katika shimo moja, aliligil akia chakula cha mchwa au hata kuwala mchwa wenyewe alinasa kila aina ya mdudu aliyeingia au kutoka katika vishimo vya kichuguu. Alikaa juu ya kichuguu akiota jua na kupigapiga kichwa kwa kujiamini kwamba ndiye maliki wa kichuguu. Mtu wake ni akina nani? Ni watu wanaodharauliwa watu, si lolote si chochote. Vizuri. Yeah, kwa hivyo tunaona hali ya sasa hivi vile. Uh, Mtemi Lesulia alikuwa amefadhaika hadi akawa amebaki bila bila chochote pia utapata ukurasa 131 tunaambiwa walikuwa wakijikuna kila wakati, si nywele si mabega si si si. Nafikiria ni yule mwanafunzi ambaye walikuwa anasoma na mashauri, si ndio? Haya, tusome sehemu hiyo, mia moja thelathini na moja. Hasa ugonjwa wa chawa. Aliketi karibu na dawati langu, alikuwa akijikuna kila wakati, si nywele, si mabega, si nywele si mabega si si na si, mm -hmm. mm -hmm. si, si. Yeah. kwa hivyo nikija Jumatatu tunaanza maswali maswali na majibu. Hivyo ikifika Jumatatu umwe katika makundi